Madha baada, baada ya talaka kunafata nini? Allah katika Qur'ani ametufundisha kuishi nao kwa wema wanawake. Kisha vile vile akatukumbusha na kutufundisha kwa kama ikitokea kuwachana basi mwachane kwa wema. Asilimia kubwa yetu sisi tunajua kuishi nao kwa wema wakati wa furaha. Kwa nini leo tusitosheke tunapoachana? Tukaulizwa kuna nini mbona? Kwa nini tusitosheke kwa kusema haikuwa kheri? Kwa nini lazima tuchafuane? Kwa nini lazima familia mbili zigombane? Wakawale watoto wanakulia hawana mwelekeo. Haziishi kesi za talaka kwenye ofisi za kadhi, kadhi wa kila sehemu. Nenda ukaone watu wanavyochafuana sehemu zile, kana kwamba hawakushea kitanda pamoja, kana kwamba hawakuishi kwa uzuri pamoja. Allah anasema, wala msije mkasahau fadhla baina. Ni baadhi ya mambo maovu yanayotokea baada ya talaka, ili tujiepushe na mambo kama haya. Cha kwanza tunapokosea ni kumtoa mwanamke nyumbani baada ya talaka au mwanamke mwenyewe kutoka katika nyumba ile. Allah anasema katika Qur'an: ya ayuha nabiyyu idha talaqtum nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ana mkhutubia mtume wake na ni khitabu kwetu sisi sote, endapo mutawapatia talaka wake zenu. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna, munapowapa talaka wasi, musiwatoe katika nyumba zao. Tumekatazwa tusiwatoe majumbani, mwanamke eda anaikaa kwenye nyumba ya mumewe. Allah akasema tilka hududullah, hiyo ni mipaka Allah amewaekeeni. Fala taataduha, musije mukaiendea kinyume mukaifanyia uadui. Waman yataadda hududullah, na yule atakayefanya uadui mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, faulaika humu dhalimun, hao ni madhalimu. Jambo la pili, al iftira wal kadhib kumzulia mwengine uongo. Pengine mwanamume amekutwa na makosa, sasa kutaka kujitakasa nafsi yake, au mwanamke anakutwa na makosa sawa, iwe ni wakati wa talaka au baadaye. Unamkuta mwanamke amewachwa, anatafuta kheri nyingine aolewe. Wakati anatafuta kuolewa, anadanganya kwa familia zile ambazo kwamba zinakuja kumuoa, yule alioniacha alikuwa akinipiga, akinidhulumu, akiniletea wanawake mpaka kwenye kitanda changu. Kuna faida gani uk kadanganya ukasema uongo. La tatu katika yale ambayo kwamba ni yenye kutokea ni kuchafuana heshima zetu. Kwa nini tusitosheke kusema kuwa haikuwa kheri? ni kama riski ilikuwa imesimama, basi tumeachana. Mambo mengine tunayofanya ya dhulma na ufisadi baada ya talaka ni kuwatumia watoto kama silaha kwa mwingine. Wala tudhara walidatun biwaladiha, wala asidhuriwe mama kupitia mtoto wake. Ukamnyanyasa ukamdhuru mama yule, akalia usiku na mchana akiangalia mwanangu yuko wapi, yuko kwa baba yake. Hizi siyo sifa za waumini, hizi ni sifa za wanafiki. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, mojawapo. Mtume anasema mambo manne mtu mwenye kuwa nayo, basi ni munafiq khalis.